Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi si nyingine ni, ni ile ile simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Sina makosa sehemu ya kumi na tano. Sina makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili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 Baada ya kuwa amemnasa kibao moja kwa moja, Zegadi alimtazama ya dada yake kwa jicho la mshangao, lakini moja kwa moja alizungumza huko akisema <coughs> Ah. Samani sana sister, kama endapo nitakuwa nimekukera <coughs> lakini Anyway, nasikia rafiki yangu Kituro, hebu tuingie tu humo kwenye hiyo bajaji alafu <laughs> turudi tuweze kujua biashara zetu zinaendaje. Si unaona mimi nakaribia kabisa kumaliza, lakini wewe hapo unaona bado ziko nusu, na ninaona kama siku inazidi kwenda kweli kwa hiyo sasa cha msingi, Aa, nitazichanganya na hizo za kwangu halafu baadaye nitagawanyisha nusu kwa nusu. Wewe uende na nusu na mimi niende na nusu, ili tuendelee kuuza, maana najua huyu sista yetu huyu ndo ambaye ame amekufanya kidogo mpaka ukakwama, ulikuwa unajiuliza atakuwa amekutwa na nini. Kwa hiyo rafiki yangu, usiwaze sana, tuingie tu humo kwenye hiyo bajaji tu turudi. <laughs> Sister, unalipa we nauli au un, un, naniambia tena mimi nilipe? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela alisonya tu, wala hata hamna chochote ambacho alichokizungumza. Basi wote waliingia wali katika hiyo bajaji na dereva akaingia na hatimaye akaitoa hiyo bajaji eneo hilo la hospitali, wakaanza kurudi. Baada ya kurudi, kufika mpaka sehemu ile ile ambapo Kituro amekutwa, ambapo Kituro amekutwa na rafiki yake Zegadi akiwa amesimama kwa mshangao baada ya kumwona Angela akiwa ameanguka chini. Hapo ndipo ambapo Angela alipomwamrisha kwamba dereva washushe hapo hapo, hatimaye aliwashusha. Maanake hapo tena bwana Kituro pamoja na Zegadi walikuwa wapole, wanamsikiliza sasa. Ee, Angela si ndo amekuwa bosi ndo ambaye ameamua kuwarudisha kwa hiyo wanamsikiliza yeye. Baada ya kushuka moja kwa moja, Angela alizishusha zile baisikeli yeye mwenyewe huku akiwa wana, wanaendelea kumtazama na kumshangaa. Baada ya kuzishusha zile baisikeli zote alizipiga stendi zikasimama vizuri. Hatimaye akachukua zile karanga zilizokuwa katika tenga la baisikeli ya Zegadi, akazichanganya na karanga ambazo zilikuwa katika tenga la katika tenga la kijana wa kuitwa Kituro, moja kwa moja akaziweka kwenye tenga moja la baisikeli moja ya Zegadi na hatimaye akazungumza huku akisema, sasa mdogo wangu, unanisikia vizuri, naomba uchukue hizi karanga uende kauze. Huyu mwingine sitaki auze leo. Mimi ndo nimefanya makosa, mimi ndo nimemkalisha akiwa naendelea kunilinda. Kwa hiyo wee nenda kauze, alafu mimi na huyu nibaki nikiwa namuomba msamaha, kwa sababu nimemkwaza katika biashara yake, nimemfanya amesita kuifanya, kisa tu ananisubiria mimi hiyo nenda mdogo wangu, kauze huko nyumbani, mtakutana. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Anjera, hmm. hapo ndipo ambapo Zegadi alianza kuwaza, kuna nini hapa? naona vitu vya ajabu, lakini hakutaka kuwa mbishi. Alichukua ile baisikeli akaitoa stendi, wakati anataka kuendesha kituro, aka akamkonyeza na kumwambia asubiri kwanza. Hapo ndipo ambapo alianza kuzungumza huko akisema oh, lakini sister. Kwa nini aenda kauze yeye mwenyewe peke yake, hali ya kwamba na mimi nipo sasa? <gibu> yeye alikuwa anakaribia kuzimaliza, mimi ndo ambaye nilikuwa bado nimebakiza mzigo, kwa hiyo natakiwa mimi ndo nikauze. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, hapo ndipo ambapo Angela alizungumza huku akisema kwa hiyo wewe unataka kubishana na mimi au unanisikiliza mimi? Niambie kama unataka kubishana na mimi nijue, unataka kubishana na mimi au unaacha? Mimi mwenyewe mdogo wangu ni mkondakti ninavyotaka Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kituro azungumze nini sasa? Ameshasikia neno kama hilo, hapo ndipo ambapo walipozungumza huko, akisema mm. rafiki yangu huyu dada <laughs> uh, leo ni kiboko sasa. Rafiki yangu tu ni kuombe basi kwa vile amesema yeye ah, lakini nilikuwa na waza ningeenda ni kuzimalizia, ah, lakini kwa vile amesema yeye, basi acha tu tumsikilize, maana toka mwanzo tu tumekuwa tukimsikiliza. Kwa hiyo hapa hakuna namna, hebu tumsikilize kwanza, tuone ni kitu gani ambacho kitakachojii. Rafiki yangu nenda kauze tu, tutakutana huko nyumba baada ya kuzungumza maneno kama hayo hapo ndipo ambapo Zegadi alizungumza huko akisema, basi kituro, naomba nikukute nyumbani, uende tu kakae nyumbani. Si ametaka hivyo? Nenda kakae nyumbani. mm-hmm. Yule samaki ambaye hatukumpika jana inabidi umpike halafu na mambo mengine yaweze kwenda sawa. Mi naamini mambo yatakwenda sawa tu, huyu sista huyu, basi tu <laughs> tusizungumze tena, tusije tukapata vibao vingine vi hapa, tuachane naye tu. Ila mimi najua ah, yawezekana kuna kaa kitu fulani hivi kanamsumbua, yani si bure, kwa sababu dadayangu sijawahi kumwona akiwa hivi kuna kitu sikufichi rafiki yangu kituro hapa kuna kitu cha msingi hebu ngoja kwanza tuache tuone ni kitu gani ambacho kinajiri halafu kesho hatutakuwa na mauzo kesho itabidi twende kwa kwagaywa halafu twende tukapeleleze tuka kuhusiana na masuala ya kwenda kule machimboni tuulize je huko karanga wanaweza waka, wakanunua na kama wanaweza kununua, basi kesho kutwa tuandaye mzigo wa kutosha ndo tuende kule, lakini acha nikamalizie. Kesho tutajipa mapumziko kwenda kwa rafiki yetu Gayu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi walikubaliana na hatimaye, moja kwa moja Zegadi alipanda baisikeli na kuanza kuendesha na akaondoka kabisa. Baada ya kuondoka Kituro, akiwa anataka kupanda baisikeli yake aweze ya kuondoka, Angela alisimama chini alipokuwa alipo me, alipo mechuchuma alisimama moja kwa moja akaja akakamata steering, yaani akakamata usukani wa ile baiskeli na hatimaye alianza kuzungumza huku akisema, kitulo, kitulo, ah, kumbe wewe ndio kitulo. <sighs> Yani ananivutia kwa kila amesema eti akute nyumbani umepika koja, nitafute usafiri mwingine hapa, tuende nyumbani. alafu mi ntaacha nimewapikia, alafu huko huko inatoka. kabla sijapika mimi na wewe, kwanza unisaidie. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituru alianza kuwaza, nimsaidie, nimsaidie kitu gani? Kwani huyu dada vipi? Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, aliamua tu kukubali kwamba yuko tayari kumsaidia akazungumza huku akisema ah, usiwe na wasiwasi Anjela, mimi nitakusaidia tu chochote kile ambacho uta, utakachokihitaji mi nitakusaidia Sume, sumefanya mimi nisiende kuuza karanga ende kuuza zegadi lakini da? najua naniuma kwa kweli, kwa sababu nime, yani, ninaonekana kama vile mimi sijui, unanipendelea sijui imeonekanaje tu, yani sijajua rafiki yangu ananiwazia nini, lakini mambo mengine, Angela, inatakiwa ukae chini uona tafakari. Usi, n yani usichukulie mambo hizi, yani unaweza uka, ukafanya urafiki wangu mimi na yeye ukapungua hali ya kwamba tumetoka mbali. Kwa hebu jaribu kwanza kidogo kuwa unajizuia na wewe hmm. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela alizungumza huku akisema, unasemaje? <coughs> <coughs> kwa hiyo mimi mdogo wangu mimi simjui au mimi simwelewi? Namwelewa vizuri. Acha nitafute usafiri, twende, kipenzi changu. Mambo mengine yatajipa, yata, yata huko huko. Na mambo ya kwanza kusema eti siji, ninamuonea namuonea wapi? Ndio alishazaliwa tena kawa mdogo wake na njera. Acha akome shauri yake. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo kidogo, ni kama kituro hako kaneno kalimuuma, yaani alianza kuonyesha uso wa kusikitika, lakini atafanyaje sasa, ndo yashakuwa. Akaamua tu kukubaliana na yote, kwa sababu ameshamjua kabisa kwamba Angela ni mdada ambaye kimsingi hey, cha kwanza anajiamini, alafu cha pili ana hasira za karibu. Sasa hataki kumuudhi, akaamua kukubaliana na kila ambacho anachokisema. Hapo ndipo ambapo aliita bajaji nyingine na hatimaye wakapakia ile baiskeli wakaondoka, moja kwa moja mpaka katika lile geto ambalo amepanga bwana Zegadi ambapo ndo wanapoishi. Alipofika pale, alishusha kwenye bajaji ile baiskeli na kuingiza ndani kule wa ambapo walipokuwa wanaweka huyu bwana Kituro. Na baada ya kuingiza ndani, basi moja kwa moja kaja akafungua mlango wakaingia ndani. Hapo ndipo ambapo alipomuonyesha yule samaki na akamuonyesha na jiko lilipo la gesi, ili aweze kupika. Hapo ndipo ambapo Angela alifunga mlango, hatimaye akaanza kuzungumza huku akisema ah, ulisema utanisaidia. Sasa huo ndo muda wetu wa kusaidiana. Mwenzio ninahitaji na inatakiwa unisaidie, ninahitaji yaani, ninahitaji uniingilie kimwili, huenda naweza nikapona maradhi yangu haya ya kukuwaza mm. Hapo Kituro Ali aliishiwa pause, akaanza kuwaza, kumbe wakati ananiambia eti kuna kitu cha kumsaidia, kumbe ilikuwa ni kuja kumwingilia kimwili mama yangu. Hivi kwa mfano ndo anakuta kuna uchafu zegadi, tumefanya vitu vya ajabu humu ndani au ndo anakuwa anaenda kule na maliza karanga haraka haraka, anakuja moja kwa moja hadi nyumbani, na anajua mimi ndo niko nyumbani peke yangu, kumbe niko na dada yake, alafu ndo akatufuma tunafanya vitu kama hivi. Nirudi shangalo au ma, naona kama vile tayari hapa ma, mateso kama yanataka kuanza. Mambo gani haya? Nimeanza kukutana nayo huku mjini a, mambo ya ajabu sana. Yani sitaki mimi nipoteze imani na urafiki na huyu rafiki yangu. Ah, bwana, hebu ngoja nijaribu kukataa fu. Tuone hapo, ndipo ambapo alijaribu kukataa na kujaribu kumwelezea kwamba kama endapo uchafu utakutwa au atawahi kurudi akakuta haya yote ambayo yanayotendeka ya, yeye atakuwa tena hana hatia au atakuwa hana uwezo tena wa kuendelea kukaa hapo kwa hiyo anaomba amsaidie angarau, wafunge mlango waondoke, hata akalipie gesti waende wakafanyie kule gesti. Lakini Anjera alikataa tena, alikataa kwa herufi kubwa, na akasema anahitaji asaidiwe muda huo huo na hapo hapo, ili aweze kumaliza kusaidiwa, apike na hiyo mboga. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 15 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumeona baada ya kurudi katika ile bajaji na kufika eneo lile lile ambapo alipokuwa ameishiwa nguvu na kuanguka Anjera amemwamrisha dereva wa bajaji asimame na washuke, na wameshuka. Anjera akaja akachukua karanga ambazo zilikuwa katika tenga la baiskeli ya Kituro akajaza kwenye tenga la baiskeli ya Zegadi na kumwamuru aende akauze. Ameenda kuuza amekubali, lakini Angela kaanza kumwambia Kituro waende nyumbani, kuna kitu ambacho anataka amsaidie. Wameenda wamefika nyumbani, amemwonyesha kila kitu kilipo ili aweze kupika, lakini anasema hawezi kupika mpaka kwanza amsaidie jambo lake na jambo lake ni jambo gani? Haya, twende pamoja mpaka sehemu ya kumi na sita nadhani yote tutayajua, japokuwa anajaribu kukataa kwamba endapo Zegadi akijua mambo yatakuwa magumu, lakini Angela amekataa kwa herufi kubwa, anataka asaidiwe hapo hapo, hakuna cha kwenda gesti, hakuna cha nini. Unahisi ni kitu gani ambacho kitatokea je? Unahisi Zegadi atawafuma je? Yeah. Unahisi Kituro atakubali kirahisi rahisi? Twende pamoja ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Usikose kuifuatilia, mimi nakusihi, twende pamoja. Kama endapo utakuwa hauja subscribe, chaneli hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana, kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Ninachokuomba subscribe, ili niweze kupata wanafamilia wapya, lakini like kama endapo hii simulizi inakugusa, lakini share ili na wenzako waweze kujifunza kupitia simulizi hii, lakini comment ili niweze kupata mchango wa mawazo yako. Unawaza nini kuhusiana na Kituro na Zegadi? Nini ambacho wewe unakiwaza? Vipi kama ingekuwa ni wewe, ungefanya nini kama yangekutokea kama haya ambayo yamemtokea Kituro? Basi niseme kwa heri, mpaka sehemu ijayo. mimi ni Hasdi 02.